fulani onayo sijawahi kuwa nayo tangu nizaliwe. Sasa hivi na miaka themanini naifuatiliaga ka? Yanga, Yanga. Yanga ya msimu huu mm, moto, sio moto wa mafuta ya taa nakwambia. Acha makombe ama makombe, tumeshazoea kumwona adui tunampiga mara tano, wana Yanga yani sisi Simba tangechukua ubingwa kumpiga mara tano sio kitu cha kawaida. Yani adui huyu e, Mungu Mwenyezi Mungu, na naalizi viongozi wote wa Yanga, hebu wape maisha mazuri, wakae pale pale, wasitoke. JCM amefika, utake usitake, lazima utakuwa bosi wetu. Hii ndo Yanga, a ndo Yanga wewe, hii mm, ndo Yanga. Mnachukua ubingwa mara thelathini na moja unabeba ubingwa, so mara moja, mara mia nane miaka yote hii ndio Yanga inaimaisha narudieni tena injinia, Mungu ampe maisha marefu. Hii ndio Yanga tuakuwa tunaitaka Yanga bingwa. huyu mzize sio mchezaji wa kawaida. Hii ni roboti, hili ni cyborg. hili ni nini? cyborg. ni cyborg. hiki kikosi cha Yanga cha mwaka huu kilikuwa ni kikosi cha bilioni kumi ambao Tanzania kinaongoza sasa, kinataka kiwe cha bilioni 20, cha koro bilioni tano sasa, una mchezaji kama Max Zingeli msimwona yuko kama Dar es Salaam hapa, huyu sio mchezaji wa kawaida huyu. Hata Barcelona naenda nafanya kazi mzingeli huyo. huyu ni mzingeli tu, mla mtu na mtu anaochomekea na wengine. Nataka niliseme, kwa hiki kikosi cha Yanga kinapofanya vizuri, injinia akijisahau au JSM asipowafanyia kinga, Tanzania kuna uchawi Tanzania? kuna uchawi, wanazidi kutengeneza maadui kama huyu mzizi. Huyu akikaa mweupe kwenye mwili atapigwa kitu kama alivyofanyia yao kwasi. Kwa nini inabidi mzize apigiwe alibadi ya kinga? Haya magoli aliyomfunga koro, goli la pili likamtoa mchezoni. Ndugu mwandishi wa habari, naongea ukweli, inabidi mzize apeleke kwa maustazi wa kinakishi kimazinge, wamzingire, wampige dua alibadi liya kinga, wa kidunde ya kinga, wakidunde yawarudie wao, yapo m namna namna wanaweza wakafanya, narudieni tena, we ni Mtanzania unaelewa, Tanzania yetu, Tanzania yetu, ukitoka kabla hujatoka wanakuroga. Sasa mziza nayo yafanya, naomba injinia, mtafutieni mashehe wampige kinga kwanza, ili watu wakipiga yarudie. Unavyomaanisha ni kwamba ubingwa wa 31 kuna kuna namna, namna fulani hivi pia uchawi umehusika unavyozungumza hivi, yaani naimaanisha kwamba Yanga, sisi hatuna masuala ya kishirikina Lio. sisi ni watu wa Mungu, ila makoro watakuja kuturoga Lio. kwa kuwa Lio. makoro wao wanategemea uchawi. Sasa ili waturoge, wataanza na mzize Lio. Lio. watakuja kwa Max Pacome Zouzoua. Sasa injinia, ukijisahau usiku, kichukua kikosi cha Simba cha Yanga, ukakitafutia mashehe wakakipiga kinga utakuja kusikia huyu mara kaumwa jicho huyu kaumwa kaumwa hivi hey. Shetani wa Yanga hapa nyumbani Tanzania, ligi kuu soka Tanzania bara NBC CRDB, ushamaliza huna yeah, shaka, tupo klabu bingwa, tupo shirikisho huko yeah, ndio umeonekana huna nguvu zaidi, ah, msimu huu unaelekea klabu bingwa. Unadhani wapi waboreshe kikosi chako ili muwafanye, tuombe radhi, sio kusema klabu bingwa sina nguvu Kabubingwa nilionia goli la Mamerodi sandaoni shirikishi, nimecheza fainali nikatoka kwa kanuni. Usirudie kusema ubingwa tunataka bado, si nina nguvu eh, kwa kafu eh. So, kafunisikilizeni vizuri eh. Mimi ndo mwenye soka unavyosema Yanga kwa kafu ana nguvu, tunarudi kwanza. Ndiyo. Kipindi cha Mayere nimeenda kacheza fainali nikatoka kwa kanuni Ndiyo. Kipindi hiki nikaja nkafunga goli Mamerodi akalikataa, ina maana kwamba injinia, tulichobaki tuna ni kuchukua kombe la CAF basi. Fainali tumeshamaliza. Kwa hiyo injinia, tunataka kombe la CAF lile lililo dogo liwe kubwa basi. Ndio mnalotaka hey? Sasa katika kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri, lazima uwe na wachezaji wazuri. Msimu huu nakwenda kufanya usajili na ushatamatika kwa msimu huu. Unadhani wapi waboreshe kikosi chako cha Yanga kiwe bora zaidi? Ah, injinia hapa kuboresha papo. Zaidi tu ya kuweka yeah, watu wa benchi wawe wazuri. Watu wa benchi? Wawe wazuri. Yaani wa benchi na wa ndani wote walingane. Kwa maana unavyoona Chama na Aziz Ki inabidi sasa tafutwe namba kumi nyingine. Kwani ya Aziz Ki? Eh, narudia ndio sio mimi swali. Kikosi cha Yanga chote, wote wako sawa. Yaani labda tu ajaze kwa ajili ya kanuni ya sajili tu basi. Mtu kama Israeli unafikiri wa kawaida sana na watu wa Royal. Eh koko hamna mabadiliko, mnaweza mkafanya mkafanya. Wambia hivi, kikosi cha Yanga yaani wote wako sawa, mguu mmoja, mguu moja wa Pacome singeli nisasa na kikosi chote cha Singida. Huu ni mguu ukija wa Pacome Zouzoua nisasa na kikosi chote cha Simba. Sisi wana Yanga tumekamilika kila sehemu, timu iliyobarikiwa, timu ambayo Mungu anaipenda, timu yenye viongozi wenye akili timamu, wanaotupenda Unaona kama juzi ameenda kula na nini ngamia? Ngamia waga na kula matajiri, mashehe wale wa Arabu. Lakini JSM katuchinjia ngamia tumekula. Na huu mpira wa jana ambao umechezwa na Yanga umebebwa na vitu hivi. Kwanza zile nyama ya ngamia ambao wameipika wachezaji wa Yanga, imeingia kwenye mwili mendelewa kwa nguvu. Natoeni siri. Wana Yanga natoa nini siri. Hii siri naiongea watanisamea na Yanga. Niliambiwa nisiseme. Kikosi cha Yanga unajua kwa nini kinafunga? Wachezaji wa Yanga wanakunywa maji ya JSM. Maji ya JCM ukianywa, unapata nguvu. Yana kibali cha Mungu, ukianywa hata kama una nguvu unakuwa na nguvu kwao. Yale maji wachezaji wa simba wayanywe kwa ajili ya maji ya JCM tusiyanywe yale maji. Ukianywa unakuwa na nguvu za kutosha. Huo ndo ndo siri, sio so, wachezaji hadi wao kianywa mkewe atakukimbia. Nasema narudieni tena, ukinywa maji ya JCM Mkeo atakukimbia, yale maji yana kibali cha Mungu, yanakata kiu. mi mwenyewe nilikuwa nimelegea regea, juice nimekunywa, maji ni ya JSM, nimetoka Manzese mpaka airport na mgunda nikarudi. yale ndio maji bwana, maji ya JSM. Kwa hiyo mziza jana kanywa katoni, katoni kumi, ushaiona anavyokimbia kwa kwa mezuzua, anakunywa maji ya JSM. Maji bora, maji safi. Haya maji yana tatizo na mtu. Usipo kunywa maji ya JSM uona regea regea. JSM. JSM. Kuna maji. JSM. Watani wako, Club, Elewi, nikiwa, Owe, watani wako wajadi Simba Aa, Sport Club kama sasa hivi hawaelewi, wamechanganyikiwa, wanamtafuta mchawi nani. Watani wako Simba Sport wajadina kitu, mimi nao taka niwaambie watani kwanza ni kuharibika kisaikolojia eh, yani wamekuwa machizi. Haiwezekani. Wewe nakuuliza swali, au wewe dogo, nikuulize swali, umeoa mke wa kwanza kakuacha, wa pili, wa tatu, wa tano, unaharibika kichwa haribiki? Wamepigwa mara ngapi Simba? Kwa hiyo wameharibika kisaikolojia, haribiki. Kwa hiyo tuiombe serikali yetu ijue kwamba ina wagonjwa wa akili. Serikali yetu, itafuteni madaktari ama daktari, wapite nyumba kila nyumba kila tawi kama sensa, wakikuta wa wa wa yeah, wakikutana na mshabiki wa Simba kwanza wawatibu akili, waziweke sawa. Na wakikutana na mshabiki wa Simba Mwana Yanga yoyote ukitana na mshabiki wa Simba, unaenda kunua chakula kwa mama ntirie, umevaa jesi, anakuwekea sumu. Ndio kabisa, narudieni tena, washabiki wa Simba ni machizi wa akili, wamekuwa ma machizi. Simba imekuwa kama, kama, kama kuku aliyotaga, wanaenda huku, anaenda huku. Sasa ateba na nini pale, kanenepa kama Paula Kajara. Kuna mchezaji mle tumalize, bwana eh? tumalize. Eh, Paride hili mnafanya kwa mara nyingine 2023 24, mmefanya ili mnafanya tena, upi utofauti? Wana wanayanga furaha kubwa asilimia mia, tuna ndio, narudieni tena. As wanayanga tuna furaha lakini sio ile asilimia kubwa. Tumeshamaliza makombe yote, yako ndani. Tunachokisubiri sisi ni kombe la kafu. Hiyo ndio tutashabikia mpaka itakuwa balaa, na huu mwaka huu nina imani watake wasitake, kafu Jangwani. Ye, ye. Makombe haya tuna tuna, makombe mpaka la Wema Sepetu liko pale tuna makombe, ye, ye. Tuna makombe mengi mpaka jangwa limefanya pile ile, ile, lile jengo. Ina maana kwamba leo tuna furaha lakini sio kubwa, kilichobaki niki kombe la kafu. Yaani mwaka huu hawa wachezaji ambao tunao wakina Pacome Zouzoua, Mamelodi Sundowns akija na ahali na chinjwa na narudieni tena Yanga ikichukua ubingwa uchumi wa nchi unapanda, Simba ikichukua ubingwa uchumi wa nchi unashuka. Ni bora kipi? Sisi tunaitwa kata kata mashingo. Mimi nikushukuru bwana, mimi la mwisho hilo la mwisho kwa aliyoyafanya Mzize nilikuwa naomba afanyiwe surprise moja, apelekwe sehemu akae akae tu kwenye kiti, alafu aje bongera dada bongera dada, akate mauno tu amwangalie, akate tu maune, bongera dada. Mzize angalia furahi kwa kuwa bongera dada ndio ndum mwanamke anaokata mauno peke yake Tanzania, Mzize huko anaangalia bonge la dada, bonge la dada nakata mauno, hiyo ndio furaha ya mwanaume, ndio hiyo. Baada ya kumaliza media gani wasasahau kaewasisahau kusafrakraid wasisahau kuforu <tos> <tos> <tos> asante sana na mimi nashukuru pia.